Ulimwengu wa leo kila kitu ni elimu. Sasa kwa watendaji wetu hawa wa dawati kupata mafunzo haya, kwanza kuufahamu huu mfumo hasa ni, ni upi na ni nini na unakwenda kufanya kazi gani. Wakishauelewa, kwa sababu wao watakwenda kutendea kazi, itakuwa rahisi kwao kufanya kitu ambacho wanakifahamu. Matarajio yetu ni kwamba yale yote ambayo tunayategemea mkayafanye vizuri, maana yake yende akafanyike vizuri. Sasa hivi kwa kipindi hichi kifupi tu tunathubutu kusema watendaji wa dawati, mmepata elimu kubwa sana. Hakuna mtendaji wa dawati ambaye hajapata taaluma kwa sasa hivi, na ukijumlisha na hii ambayo mnaipata leo ya mfumo, manake mtaunda kutoka mkiwa very competent, mnaweza sasa kufanya jambo lolote linalohusiana na mambo haya, kwa sababu mna elimu ya kutosha. Wito wangu kwenu, jamii inawategemea mwende mkatoe huduma sahihi na nzuri, muende mkayafanye hayo. Madhumuni ya mfumo ni kutrace i ruti yote ambayo ile kesi inapitia mpaka inapofungwa. Huu mfumo umekuja ili kuweza kujua hizi taarifa za udhalilishaji kwa ujumla wake, ili serikali iweze kujipanga vizuri zaidi juu ya namna gani ya kuchukua hatua. Kwa hiyo, huu mfumo umetengenezwa kwa mashirikiano ya UNICEF at the global level, katika ngazi ya kimataifa, kwa kushirikiana na wadau wengine mbalimbali tu wakiwemo Save the Children na mashirika mengine. Na hapa Zanzibar katika kuimplement, tunashirikiana na Save the Children, pia katika kushirikiana na serikali ku train na ku roll out. Kwa hiyo matarajio ni kwamba ndani ya mwaka huu 2026 tutakuwa na pahala pa kushika. Bahati mzuri tushazungumza na vyombo vyote husika na tumepata makubali, tumefikia makubaliano na ambapo panahitaji clarification zaidi, tuko tayari kwenda kutoa clarification ili to take, to take over.